tunasherekea kumbukumbu ya mtakatifu Ignasi wa Antiokia shahidi na askofu. Na Kristo mwenyewe anasisitiza sherehe hii kwa kusema tusiwaogope wauao mwili wasioweza kuua roho, na kwamba Mungu mwenyezi anatufahamu vizuri sisi wote fika anatufahamu hadi idadi ya nywele tulizonazo vichwani, kama sisi atujue. Kwa sababu hiyo tumwamini Mungu, tumwamini Kristo, tuamini Injili, ili tuweze kukamilisha safari yetu ya kuingia katika uzima wa milele kama Inyasi wa Antiokia. Tuanze misa hii wa kuita dhalu zetu na kungamia Mungu mwenyezi Nani. Nani kwani nimekosa mno, kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana namwomba Maria mwenye heri Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu niombeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, na atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina. Bwana uturumie, Bwana uturumie. Kristo uturumie, Kristo uturumie. Bwana uturumie, Bwana uturumie. Tuombe. Mungu mwenyezi wa milele unayepamba, unayeupamba mwili mtakatifu wa kanisa lako kwa ushuhuda wa mashahidi wa watakatifu na kuomba, utujalie kama vile mateso matukufu tunayoadhimisha leo yalivyompatia Mtakatifu Inyasi wa Antiokia, askofu, utukufu wa milele, hivyo hivyo yatupatie sisi ulinzi wa daima kwa njia Bwana wetu Yesu Kristo mwanao anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Mtakatifu Mungu milele na milele. Somo la kubolaka Mtume Paulo kwa Warumi. Tusemeje juu ya Ibrahimu baba yetu kwa jinsi ya mwili? Kwa maana ikiwa Ibrahimu alihesabiwa haki kwa ajili ya matendo yake, analo la kujisifia, lakini si mbele za Mungu. Maana maandiko yasemaje? Ibrahimu alimwamini Mungu akahesabiwa kwake kuwa haki. Lakini kwa mtu afanyaye kazi, ujira wake uhesabiwe kuwa ni neema, bali kuwa ni deni. Lakini kwa mtu asiyefanya kazi, bali anamwamini yeye ambaye anamhesabia haki asiyekuwa mtaua, imani yake mtu huyu huhesabiwa kuwa ni haki kama vile Daudi aunenavyo: uwaheli wake mtu yule ambaye Mungu amhesabia kuwa na haki pasipo matendo. eli wasamehewa makosa yao na waliostahiliwa dhambi zao. eli mtu yule ambaye Bwana amhesabii dhambi. Neno la Bwana. Wewe stara yangu e Bwana. Eli aliyesamehewa dhambi na kustiriwa makosa yake, eli Bwana asimuhesabia upotovu, ambaye rohoni mwake hamna hila. Ni wewe stara yangu e Bwana. Nalikuvulisha dhambi yangu wala sikutwica ototo gwangu. Nalisema nikayakiri maasi yangu kwa Bwana, nawe ukanisamee ototo gwa dhambi yangu. Ni wewe sara yangu e Bwana, ni wewe sara yangu e Bwana. Mfurahieni Bwana, shangilieni eni wenyeaki, pigeni vigelegele vya furaha.

Roho yangu inamngoja Bwana na neno lako litumainia. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. ayingine ilipoandikwa na Mtakatifu Luka. Wakati huo makutano walipokutanika elfu elfu hata wakakanyagana alia, alianza kuwaambia wanafunzi wake kwanza, jirindeni chachu ya mafarisayo ambayo ni unafiki lakini hakuna neno lililostirika ambalo halitafunuliwa, wala lililofichwa ambalo halitajulikana. Basi yoyote mliyosema gizani yatasikiwa mwangani, na mlionena sikioni mwa mtu katika vyumba na ndani yatahubiriwa juu ya dari. Nami nawaambia ninyi rafiki zangu, Msiwaogope hao hao wao mili kisha, baada ya hayo hawana uwezo wa kutenda zaidi, lakini nitawaonya mtakayemwogopa: mogopeni yule ambaye akiisha kumuua mtu ana uwezo wa kumtupa katika jehanamu. Naam, nawaambia mwogopeni huyo. Je, yes. Mashomoro watano awauzwi kwa senti mbili wala hasauliwi hata mojawapo mbele za Mungu? Lakini hata nywele za vichwa vyenu nimesabiwa zote. Usiogope basi, bora nini kuliko mashomoro wengi. Neno la Bwana.

Wewe uliyemshuhudia ya baba yako wasaidie waamini wanaokushuhudia katika ya maisha yao ya kila siku. E Bwana, wewe uliyebeba msalaba kwa ajili yetu wasaidie wote kwa nguvu yako kuchukua misalaba yao wakivumilia magumu na matatizo ya maisha. E Bwana, wewe uliye taji na tuzo ya mashahidi wako, wakirimie tuzo ya uzima wa milele wote waliotutangulia. E Bwana, utusikie. E Mungu Baba, kundi la mashahidi linalokusifu kwako, iwe sifa na shukurani daima na milele. Tunaomba kwa jina la Kristo bwana wetu.

pokea mtakatifu Inyasi wa Antiokia, Askofu na shahidi kama agano ya Kristo na mkate safi alipoteza kama shahidi. Naomba hayo kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amina. Bwana awe nanyi. Wewe daima na popote Baba wa ule mtakatifu Mwenyezi wa milele, kwa maana wewe umewatukuza katika sifa za watakatifu wako, na matendo ya ulezi wako ni ya ajabu. Katika yote ya kushinda mateso yao, wewe umewajalia kuwa wema, ari ya imani hiyo, uthabiti katika udumifu, ushindi katika mapambano, kwa njia ya Kristo Bwana wetu kwa sababu hiyo viumbe vyote vya mbinguni na duniani vinakuabudu, vikiimba wimbo mpya. Nasi pia pamoja na kasheta malaika tunakutukuza tukisema bila mwisho: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Bwana yaku mwejesu limu na dbia kuitalawak osa

kuwa kitu kwa na Mungu, kwa kuwa umesailisha kusimama mbele yangu na kutubia. Ya tunakusifa unyenyekevu ili kwa kushiriki mbele na mama ya Kristo tukusanywe na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. E Bwana, ulikuu kanisa lako lililo na pokote duniani ulikamili katika mapendo pamoja na Roho Mtakatifu. Leo wa kumi na nne askofu wetu mkuu na Devi Waiti askofu wake msaidizi mcha mungu na wakilelo wote.

Ee Yesu mwema, unisikilize. Katika magunda yako unikiti, usikubali nitengwe nawe na adui mwovu, unipinge saa ya kufa kwangu, uniite, uniamuru kako ite pamoja